Karibu sana mwana Azam FC katika kipindi chetu cha Azam FC TV kupitia chaneli yako namba moja ya michezo Azam Sports HD1 ya Azam TV <muchilio> tulionayo kwenye kibunu chetu leo hii, tutaangazia mchezo wetu uliopita wa dabi dhidi ya Yanga Afrika. Sambamba na hilo pia, tutaangalia uzinduzi wa kampeni kubwa za Azam FC kwa kushirikiana na UDSM zilizozinduliwa tarehe 14 Aprili mwaka 2025 chuo kikuu cha Mlimani Dar es Salaam, lengo likiwa ni kukuza vipaji vya nchi hii. Azam FC kwa kushirikiana na chuo kikuu cha Dar es Salaam imeanzisha mashindano maalum ya wanavyuo UDSM Inter college competition, lengo likiwa ni kukuza vipaji, kudumisha mahusiano na kujiongezea wigo wa mashabiki kubwa zaidi. Kama mnavyojua slogani yetu ni timu bora, bidhaa bora, ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ubora wa timu lakini pia tunaongeza ubora wa product zetu. Sasa kama klabu ya Azam FC chini ya CEO wetu Abdulkarim Popat tukaamua kuungana na University of Dar es Salaam na leo kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya tukio kubwa kabisa ambayo haijawahi kutokea, kukuza vipaji vya nchi hii. Tulianza primary school, secondary school, lakini sasa tumekuja kwa university. Lengo ni kufanya ile club ya Azam FC, timu ya under 17 na under 20 ipate watu waliokuwa bora, lakini katika sehemu tofauti tofauti. Mashirikiano haya yatakuwa ya muda mrefu, lengo ni kuza vipaji vya Tanzania. Kuyapata haya na mengine mengi, usiondoke kando ya runinga yako mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu pendwa cha Azam FC TV. Tunaanza kipindi chetu kwa kuangalia mchezo wetu wa uliopita dhidi ya Yanga Sports Club. Tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mchezo mkubwa dhidi ya Yanga Sports Club, pia tumepata muda mchache wa maandalizi, kwani ndani ya siku kumi tumecheza michezo mitatu.

Ahaya yalikuwa maneno ya kocha Rashidi akizungumza mara baada ya mazoezi ya mwisho ya Azam FC kuelekea kwenye mchezo wa Dabi. Matumaini ya wana Azam FC yalikuwa ni makubwa sana. Ilipofika siku ya mchezo hebu wasikie mashabiki walivyobeba imani kubwa na chama lao, kwani walionesha hisia zao za kuamini mashujaa wetu watakwenda kuonesha upinzani mkubwa. Timu ina mwelekeo mzuri kwa sababu. Kwa nini nasema mwelekeo mzuri? Ligi ina ushindani na tunaona miaka ya nyuma iliyopita, zikibaki mechi kama hizi, watu wanasubiria mechi moja ama mbili watangaze ubingwa au wanatangaza ubingwa, lakini mpaka sasa hivi tunakwenda mpaka kwenye mechi ya mwisho ndo anajulikana nani bingwa nani sio bingwa, nani anakuwa nafasi ya kwanza, nani anakuwa nafasi ya pili, nani anakuwa nafasi ya tatu. Kwa hiyo na sisi tunasema kwa ubora huu uliokuwepo bado, na sisi tunapambana, tunahakikisha lazima tutakuwa kwenye nafasi hizo ambazo tunazozikusudia. Huyu ni shabiki kindakindaki wa Azam FC akizungumzia hisia zake kabla ya mchezo kuchezwa. Mpenzi mtazamaji, siku hii kubwa ilipambwa na wingi wa mashabiki wapenda soka kwani ilikuwa ni mahali muhimu pa kusambaza kadi zetu za wanachama wa Azam FC. Hawa ni mashabiki wa Azam FC wakitoa elimu kubwa juu ya ufahamu wa kadi zetu za wanachama zinavyofanya kazi na faida zake. Mambo moto, mashabiki, tuna kadi zetu na tunatamba nazo kabisa, nakwambia, kwa raha zetu baba. Baba, ukiwa na kadi kama hii ya shabiki wa Azam FC, kwanza, hii kadi shabiki yoyote anaweza akawa nayo lakini pia katika ku, kuwapa faida ya kadi hii ya shabiki au vipi bwana? kadi hii katika mechi kubwa kama hizi e, kumbuka tuna kadi aina tatu, e, tuna silver, tuna gold, tuna platinum. tukija kwenye kadi hii ya silver sasa, hii kwanza e, ni shilingi elfu tano rahisi tu na ina punguzo la asilimia nane tu ukiwa umefanya huduma kupitia kadi hii na Azam Pesa kwenye kadi hii pia ya Azam Pesa una uwezo wa kununua tiketi au bwana, unanunua tiketi yako ukapata punguzo la asilimia nane tu bwana. Naka si umeona watu nyuma wavyojaa? Mimi ngoja nikakuchukulia mtu ili hadi tuje kumwelimisha vizuri apate kujua, bwana, hii ndio Dar es Salaam dabi, baba. Umeona mambo, kachukue baba, kachukue. E, bwana e. E. E, kijana bwana. E, mambo vipi ndugu yangu Kawa e. Azam FC tuna kadi za wanachama za ushabiki, si usahi kuzisikia masikioni kwako? Kitu kimoja ndugu yangu, sisi Azam FC tuna kadi za mashabiki ambazo ni kadi bora kabisa tofauti na timu nyingine zozote. Ukiwa na kadi ya Azam FC kama hii, unaona hii uloshika, hebu shika kwa vizuri baba godi kadi ya godi hapa Azam FC tunauza elfu ishirini na tano si umeelewa? Lakini pia faida kuwa na ikadi unapata asilimia kumi e, yaani hiyo ukienda kufanya manunuzi yoyote kwenye maduka yetu ya Azam FC kuna masuala ya jezi, si umeelewa? Unapata asilimia kumi kabisa, si umeona hali ilivyokuwepo. Kwa hiyo inamaana hii kuwa nayo sio mzigo, ujabeba kama umekotajia, umeitia mfukoni. Ikadi ni umuhimu sana kwa njia tukupe elimu kidogo kuhusiana na hizi e, e, kadi zetu za shabiki hizi ni kadi ambazo mtu yoyote ambaye anaweza kazitumia hizi kadi iwe shabiki au sio shabiki. Lakini naamini wewe ni shabiki. Unajua kama kuna kadi za mashabiki wa Azam FC? Unajua. Unajua, eh? Na katika hizi kadi kuna madaraja matatu. Unalijua hilo? na katika hizi, hizi kadi pia eh, kuna viwango vya bei vya tiketi. Wewe kama unataka kufanya huduma za tiketi kama hizi za mpira kuna asilimia. Unalijua? Unalijua haya? Kadi hii ambayo hii ni ya chini kabisa hii, sawa bwana. Hii hii ina, ina asilimia punguzo gani? Sasa hii hapa ya chini kabisa punguzo lake asilimia nane. Nane tu Ina maana ukifanya huduma zako kupitia kadi hii, wewe una punguzo la asilimia nane. Blaza hiyo sio sio kitonga hiyo, kitonga ni kitonga kabisa hiyo. Sasa bwana, mimi na udugu wangu bwana, hebu niache na udugu wangu. Udugu mambo vipi udugu? Ah, he, najua wewe bwana, hebu njoo. Bwana ni udugu mimi, akinionaga mimi babu yake anajisikia barabara, anajisikia barabara. Udugu mimi nataka nikwambia kitu kimoja. Tunajua sisi wakina mama, eh, eti wakina mama tena mimi nimejifanya mimi wakina mama. Unajua wakina mama wengi sana huko mtaani, mnakuwa wakina mama pambe. Maswala ya vikoba sijui umenelewa, eh. Mwenye asilimia za vikoba unazijua. Mkifahamu bwana wa vikoba, unakuta kuna mambo yanaenda sawa kabisa. Sio umenelewa? Eh. Maana ilipokuwa nzuri. Sasa, mama mimi nataka nikueleweshe kitu kimoja. Sio umenelewa? Tunaposema, Azam FC timu bora, bidhaa bora. Bidhaa yenyewe ndo kama hii. Tunavyozungumzia bidhaa bora, sio umeelewa? Na sisi tumelenga kwa Watanzania wote wa hali ya chini ya katikati mpaka huko kabisa juu, sio umeelewa? Tumetengeneza itikadi kwa kuangalia maisha halisi ya Mtanzania, tukasema tusiwabague watu na tunataka mashabiki yote wapate kile kilicho bora. Mambo punguzo, unaenda dukani, unaenda kununua mchele huko, unakuta mchele umepanda bei, alafu unaamnao kweli kula wali. Inauma yumi. Inauma yumi na unataka kula wali. Sio umeelewa? Sasa utajisikiaje unaenda dukani pale unataka kununua mchele, unakuta umepanda bei, afu unaonyesha kadi yako unakuta kitonga hivi. Umeona ninapokuwa la? Ndio hii sasa inakusaidia kufanya manunuzi yako ya kununua jezi. Sio umeelewa? Mambo ya vingamuzi vingamuzi, mambo yanaenda fresh kabisa. Sio umeelewa? Kwa asilimia chache kabisa. Eh, kwa elimu hii dadangu, nadhani utakuwa imekuingia kisawasa. Waje kuingia. Imekuingia je kuingia? na hata hivyo pia, kadi zetu zipo za mashabiki zipo, unaweza ukaenda ukajichukulia na ukafanya huduma leo leo, yaani haina haja ya kusubiri. Ukiwa na kadi leo hii unaweza ukafanya huduma leo leo, jambo likaisha. Kuna wengine hataki usumbufu wa kukaa foleni. Sisi tunasemaje? Azam Pesa au vipi bwana? Huduma za kifalme, bei za kizawa. Si umenielewa bwana? Kwa hiyo mtu akifanya huduma hizi za Azam Pesa yeye yeah, akiwa kama shabiki wa Azam FC basi mambo yake yanakuwa eh, ya, ya kifalme. Mpeleke asante. Uh, mpeleke bwana akapate na kadi yake hii. Mpenzi mtazamaji wa Azam FC TV, muda wa mbungi ukafika, tukashuhudia burudani safi tuliyokuwa tukiisubiria kwa kiu kubwa. Hebu tuangalie burudani iliyokonga nyoyo zetu, na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa purukushani kati ya Pasco Gaudens Msindo alifika kwenye lile eneo na akablok mpira ambao ulikuwa unapigwa na Kibwana Sho Maxi Zengeli kaujaza na ukamata. Zuberi Foba amepitisha mpira ule, unaweka tena ndani katika nafasi nzuri. Jamaa wanacheza kwa nafasi, dakika kumi zimekuwa bora kwa upande wao. Mpira umewekwa katika njia ya Pris Dube Dube. Zuberi Foba alivira, lakini haikuwa na faida kwake. Pakom anaendelea kusogea tena, Zuzwa Pakom, Zuzwa Pakom, anakataliwa ni foul, amefanyiwa ishirini na sita. Kibwana Shomari inabadilishwa, pasi nzuri ile katika nafasi, Prince Dube Dube, umepita unaondoshwa tena clearance kama kuna daraja la mshambuliaji ambaye anaweza kukimbia nyuma ya migongo ya walinzi basi, njooni mchukue kwa Prince mpume lelo Dube. Lakini Zubeli Foba anamwambia ulipita hapa. Simudafiri Yahya basi autapasi, imepokelewa Dube kusema hawatambui, unaweza kusema hawajui Plinsi Mpumelelo Dube, pasi nzuri zilizoanza kugongwa kwenye eneo la kati, lakini autopas ya mdafiri yayabas. Plinsi Mpumelelo Dube anachagua kupiga kwa eneo la ndani la mguu far post. Zubeli Foba anakunjua mbavu. anashindwa kufikia ndi wa sasa Oscar Milambo kikosi hicho pamoja na Edmund John, Kevin John anasogea zaidi. Irinado anaukata ndani, anaukamata si nzuli, lakini kwa umakini mzuri Kibwana alikuja akapigwa. Kikoi ikapigwa outer cross, lakini jigi Diara kaketi na akabwaya. Alitoka Ivory Coast na alisajiliwa na Azam FC dirisha dogo. Mwalimu ameamua kumwanzisha bench na kumwanzisha kiungo wa ulinzi kwenye eneo la kati, maliko pembeni kwa pascal msimo fetoto anazimaliza 45 za kipindi cha kwanza bora kabisa.

yake ni kumsave timu ya vijana wakapandishwa to back league games it was actually in October of 2023 where they did lose to Yanga 3-2, then they lost to Namungo 1-3, and they could be in trouble here. And good movements. Lombo just couldn't actually keep that ball to himself. Back straight to Zidani, trying to open up on Faisal Salum.

Mchezo ulitamatika kwa moja mbili. Timu yetu ya Azam FC TV ilizungumza na nahodha wetu Lusajo Mwekenda. Kwanza tuweze kushukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo katika timu zote tatu za marefa na wapinzani wetu na sisi pia, amna injury iliyojitokeza kubwa. Pili ni tumemaliza mchezo kwa, kwa kupoteza mabao mawili kwa moja mimi ninahisi ni nyakati mbaya tu kazini. Tuliingia tuli kwenye game tukiwa chini sana, tukaweza kuruhusu magoli mawili haraka haraka. Mwalimu akaweza kuturudisha mchezoni tena, kipindi cha pili akatuelekeza baadhi ya vitu vya kuvifata. Ninaamini sekondi ikaja kuwa nzuri kidogo kwetu, tukaweza kusawazisha bao moja na kuweza kupush kadri ya uwezo wetu, lakini matokeo yameishia pale pale, mbili moja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, tunajiandaa kwa mchezo ujao zaidi ya Kagera. Pia mashabiki wetu Tume, tume wali disappoint. Tunajua waliweka nguvu kubwa sana katika upa mchezo na walitupush kadri ya uwezo wao, tunawashukuru kwa hicho, lakini ni niweze kuahidi katika hii michezo minne iliyobakia tutaweza kumalizia tukiwa na nguvu sana, tukiwa bora zaidi. Katika michezo hii iliyobakia ni nguvu zetu kuweza kupata point tatu katika kila mchezo, ili mradi kuweza kubaki katika nafasi nzuri, ili mradi tuweze kushiriki katika mashindano ya kimataifa mwaka huu tukiwa comfortable. Tumepoteza mchezo muhimu, tuliopambana kadri ya uwezo wetu, lakini bahati haikuwa kwetu. Tuna sahau ya mchezo huu. Sasa hivi tuna focus na mchezo uliopo mbele yetu dhidi ya Kagera Sugar. Tunawaomba wapenzi wa Azam FC kuendelea kutoa sapoti yao. Haya yalikuwa maneno ya nahodha wetu Lusajo Mwekenda akiongea na Azam FC TV mara baada ya mchezo kutamatika.

Kipindi cha kwanza hatukucheza vizuri, kipindi cha pili tukafanya mabadiliko, timu ikacheza vizuri, tukapata goli moja. Ni hali ya mpira, kwani haya yashatokea. Sasa hivi tunaelekeza akili zetu zote kwenye mchezo ujao. Haya yalikuwa maneno ya kocha mkuu wa Azam FC Rashid Taous akizungumza mara baada ya mchezo kumalizika. Mpenzi mtazamaji, baada ya burudani ya dabi yetu dhidi ya Yanga Sports Club, sasa tugeukie tukio lingine muhimu: uzinduzi wa Inter College. Azam FC kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM imezindua rasmi shughuli kubwa ya michezo katika viwanja vya Mlimani, Dar es Salaam, Tanzania. Lengo kuu la ushirikiano huu ni kukuza vipaji vya mpira wa miguu nchi nzima, kudumisha mahusiano na taasisi za elimu ya juu, kujiongezea wigo wa mashabiki wa Azam FC kupitia vijana wa vyuoni. Kupitia mashindano haya maalum ya vyuo vya ndani ya UDSM yanayojulikana kama UDSM Inter College Competition, tunatarajia kuona vipaji vipya vikinyanyuka na kuandikwa historia mpya ya soka la Tanzania. Mpango huu, shughuli hii kubwa itakayokuwa na mwendelezo wa wiki mbili mfululizo itakayotamatika katika viwanja vya Azam Complex Chamazi. Mpango huu uliobeba malengo makubwa unaongozwa na Tunga Ali, meneja wa masoko na mauzo wa Azam FC. kushirikiana na Azam FC ambako kuna vipaji mbalimbali mbali vinaibuliwa na sisi. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tuna idara nzima ya michezo ambayo kazi yetu kubwa ni kudumisha taaluma, lakini pia kutengeneza vipaji. Na pia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi ambayo inajali sana taaluma, inajali sana mahusiano ya jamii, iko tayari kufanya mahusiano na jamii, na Azam haiko mbali kwenye kudumisha mahusiano ya jamii, kwa tunasaidiana katika kudumisha mahusiano ya jamii tumepokea vizuri sana na kwa ukubwa sana mashindano haya ukizingatia kwamba Azam ni brandi kubwa sana hapa Afrika, lakini pia UDSM pia ni brandi kubwa. Kwa hivyo kutana kwetu pamoja, tumepokea kwa moyo mkubwa sana, na kama wanafunzi tumejipanga ku set standard hapa ambayo miaka yote inayokuja watakuwa watatumia kama benchmark. Tumekifanya mwaka huu kitatoa taswira nini kiendelee. Kwa hivyo tumejipanga kufanya mashindano kwa ukubwa sana ili kusudi wote ambao watafuata baada yetu watumie sisi kama benchmark kufanya mambo makubwa zaidi hapo baadaye. hii kwetu sisi kama mashabiki wa Azam ni kubwa sana, ambayo inapelekea kuweza kukusanya mashabiki aina mbalimbali wa vyuo vikuu na sehemu nyingine tofauti na vyuo vikuu. Kuhu, kupitia hii hiin tunaweza kukutana na wenzetu wengi ambao ukifika kumbe walikuwa hawajui ni gani wanaweza kukutana mashabiki wa FC hawajui gani kwamba uongozi wafc kupitia njia ya mashabiki kwa vipi, lakini tunaweza kuwapa elimu na kujua kwamba FC kuna moja mbil tatu na tumeweza kuwafahamisha kupitia mchakato huu ambao umepita, na hivi wako tayari kufungua tawi la mashabiki hapas. Nguvu kazi ya taifa wanategemewa vijana. Allah. Katika haya maisha yatakiwa kupambana kubwa zaidi. Kama mnavyojua slogan yetu ni timu bora bidhaa bora, ni kuhakikisha kwamba tunaongeza ubora wa timu lakini pia tunaongeza ubora wa product zetu. Sasa kama klabu ya Azam FC chini ya CEO wetu Abdul Karim Popat tukaamua kuungana na University of Dar es Salaam na leo kuhakikisha kwamba tunakwenda kufanya tukio kubwa kabisa ambayo haijawahi kutokea kukuza vipaji vya nchi hii tulianza primary school, secondary school lakini sasa tumekuja kwa university. Lengo ni kufanya ile club ya Azam FC. Timu ya under 17 na under 20 ipate watu waliokuwa bora lakini katika sehemu tofauti tofauti. Mashirikiano haya yatakuwa ya muda ya mrefu. Lengo ni kuza vipaji vya Tanzania. Mashindano haya yanaanza leo rasmi, yatakuwa muda wa wiki mbili watumie fursa hii kuwakaribisha waje hapa katika viwanja vya UDSM ili waweze kuona burudani bora na waweze wakaone scouting timu yetu na kufanya. Lakini la mwisho nitumie fursa hii kuambia tu finali itachezwa pale Chamaz Complex tarehe 28 kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba tunapata combining ya university. O, wa wa ya university kwa tunaunganisha tunaunganisha utalii utalii ndani ndani wa, wa Bakhresa Group, lakini pia tunaunganisha utalii wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, tunatengeneza kitu kilichokuwa bora. Tutumie fursa hii kuwakaribisha watanzania wote, karibuni sana. Timu yetu ya Azam FC imeendelea na mazoezi kujiweka sawa kwa ajili ya mchezo wake unaofuata dhidi ya Kagera Sugar. Mchezo huu utachezwa tarehe 19 Aprili mwaka 2025, Bukoba kwenye uwanja wa Kaitaba, majira ya saa 10 kamili jioni. Mpenzi mtazamaji, kwa alama hii Hatuna la ziada kwa sasa. Usikose kufuatilia kipindi kijacho ili upate taarifa mbalimbali zinazohusu klabu yako pendwa. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora.